rahisi sana ambalo wewe huenda unapishana nalo halafu unalichukulia kawaida sana. Tunazungumza kuhusiana na, je, umeshawahi kuwekeza kisasa, wewe Mtanzania wa leo? Sasa Castro Dixon, mm -hmm, mimi mwanzo nitaka nikugusie bwana. Sasa hivi kuna kijana ambaye kakaa mm, amefungulia redio yake ya Mjini FM 92.5 anajiuliza kwamba je, kubeti sio uwekezaji wa kisasa kwa sababu anaamini kwamba smartphone yako, sababu smartphone ya kisasa, bando ni la usasa mm -hmm, na akiingia kwenye kampuni zake za kubeti ni usasa, anaamini kwamba tayari amewekeza kisasa. Yupo msikilizaji wetu hapo, kagusia pia, katuuliza wanaje, yeye anaamini kwamba kubeti ni uwekezaji wa kisasa. Tumsikilize afu tumkaribishe mgeni wetu, sawa. Yang Hero TZFM mtu tiroditanga mimi ukiza jambo nishai kufanya ni kuwekeza kwa kubeti ya mimi, ni mtu ambaye napangiliaga timu tu baadhi, kuangalia na namna gani ni naweza nikapata matokeo, naweza nikapata chochote kitu, ndo kuwekeza kwangu moneshai kufanya, lakini tofauti na hivyo sijawahi kuwekeza kwa kisasa. Labda nielekeze kuwekeza kisasa, ni maana yake ni ipi? Umemsikia we mhm, mm, sasa Hassan. mm-hmm kwenye vitu vya ndani. Leo tuko na mgeni wetu bwana Ramadhan Kagwandi, yeye ni mshauri wa uwekezaji. Karibu sana Ramadhan. Asante uh, sana san, kasto a eh, eh. Tunazungumza kuhusiana na uwekezaji wa kisasa. Tunainyambua, tuna vipi hii tafsiri ya uwekezaji wa kisasa? Uh, labda kwa tafsiri rahisi uwekezaji wa kisasa ni ni ule uwekezaji unaokuja na fursa ambazo zimeonekana ni mpya, kwa hiyo hmm, yu fursa zote ambazo zinaonekana mpya katika jamii yetu tunaweza kuziita ni uwekezaji wa kisasa. Fursa zote mpya. Uh, kawaida tulikuwa tukizoea uwekezaji ni mtu labda aka, aka, akaanzishe kilimo, mradi wa shamba, uh, mradi wa kuku, uh, ajenge nyumba. Kwa hiyo katika jamii yetu hizi ni aina za uwekezaji ambazo zimekuwepo miaka yote. Mm. Lakini kulingana na maendeleo ya teknolojia na watu kuna namna nyingi sasa za uwekezaji ambazo zimekuwa zinajitokeza hivi karibuni. Inawezekana zisiwe mpya sana maeneo mengine, lakini hapa kwetu kwa hiyo, wamekuwa, wana, wana ni fursa zinazoonekana mpya kwa hiyo watu wengi wamekuwa wanasema ni uwekezaji wa kisasa. Okay. Lakini mimi siiti wa kisasa sana, nasema ni uwekezaji ambao umekuja sasa hivi kulinganisha na labda taarifa awali hazikuwepo kwa watu wengi. Okay, sawa kabisa. Hey, na, ehhna--naomba na, tusimame na kijana ambaye anatusikiza sasa hizi na mtu yoyote mwenye uhitaji wa hii elimu ambayo tunaipata leo hisa, uelewa wa jamii tulionao na hisa uko wapi? Asante oh, sana Kastu. Kwanza kama nilivyosema, kuna uwekezaji ambao unaonekana ni wa kisasa lakini sio wa kisasa, kwamba umekuwepo sasa hivi. Ni uwekezaji ambao umekuwepo miaka mingi sana, lakini kwa hapa kwetu sasa hivi ndio unashika una, una kazi mm. So, kwa kujibu swali lako, umeanza kwa kuniuliza nini maana ya hisa mm. uh, kwanza ieleweke watu wengi wa, kwa sababu Tanzania ni nchi ambayo inazungumza Kiswahili lakini kwa wakati fulani watu walikuwa wanachanganya na Kiingereza kwa hiyo ili kuleta maana nita, nitaelezea vizuri uh, mtu anayesema hisa, hmm. mtu anayesema stocks na mtu anayesema share, huyu ni mtu anayezungumza kitu kimoja na, eh, hisa. mtu anayesema hisa, hisa. mtu anayesema shares. anayesema na mtu stocks. stocks. huyu ni mtu anayesema kitu kimoja. Tunazungumza lugha moja. Tunazungumza lugha moja. Tunazungumza lugha moja. Okay. Kwa hiyo wakati mwingine mtu anaweza akasikia, ah, mimi nawekeza kwenye shares. Mwingine akasema mimi naekeza kwenye hisa, afu asielewani. Mm. Lakini wote wanazungumza kitu kimoja. So, lakini maana halisi ya halisi ya hisa ni usehemu ya umiliki wa kampuni kwa maana ya kwamba mm, kama wewe umewekeza katika hisa, ina maana wewe ni mmiliki wa ile kampuni kwa kiwango ambacho wewe unakuwa umewekeza nadhani ushasikia matajiri wakubwa nakuambia, ni mmiliki labda wa taasisi fulani, miliki hmm. Sijua kwa timu fulani. Tafsiri yake ni kwamba yeye anamiliki hisa kwa kiwango kikubwa ambacho kinamwezesha yeye kutoa maamuzi katika ile taasisi, kwa hiyo anapewa jina la umiliki, kwa sababu Kiingereza wanasema ni majority shareholders, majority shareholders. No. Mimi, mimi natamani tuzungumze na Ramadhani katika lugha ya, ya ya kuanzia ngazi ya chini mm -hmm. Mama ntilie wako wanne ambaye anapika chakula main ni mmoja, anayepika mboga mboga hizi, maharage, sijui mboga ya majani, samaki, sijui nini, ni wengine wale, lakini mimi main, yani, mama ntilie main anapika ya chakula kikuu, kuna share hapo katikati? Uh, no uh, labda kama wale mamantilia wanne wamekuja pamoja wakatengeneza kampuni, katika ile kampuni wakagawana umiliki kwa maana labda yule main akawa na umiliki wa asilimia hamsini alafu hao wanne wakagawana zile asilimia nyingine zinazobaki, ila kama ni mtu ana biashara yake huyu ana biashara yake huyu ana biashara yake, hiyo huwezi kuita wana kikundi yani, wana kikundi. Okay. Neno kampuni linatisha Ramadhani <laughs> Yaani, neno kampuni ni kubwa, nadhani ndo linalowatisha sana watu kwenye swala la shares na hizo hisa hivi ulivyosema, tuizungumze. Ndo maana najaribu kuweka ule umoja ambao unacheza uvikoba wa, wa, wa wakina mama, lakini kila mmoja ana play part ambayo wamegawana. Kuna kuna neno hisa huko ndani? Oh, ili niweze kuita hisa, kwanza ule umoja umesajiliwa He, he, isa inaanzia kwenye kusajiliwa ni kampuni. Kwa hiyo kampuni, sifa ya kampuni lazima iwe imesajiliwa. Kwa hiyo kama, kama ule mmoja wao umesajiliwa na umesajiliwa kama kampuni, sio kama kikundi mm. na umiliki wake huko hivyo, kwa hiyo ni wazi kwamba kweli hawa nao ni sehemu ya umiliki wa share hapo mm. hapo sawa. Kwa tu, tusimame, tusimame na hiyo, je, yeah. eh. Uwekezaji uwe, uwe, uwe, wa kupitia hisa una, una, una faida gani ambazo ha, hazifungani? Asante uh, sana kwanza uh, kwa sababu tunazungumza na, na, na, na, na msikilizaji, naomba nitumie nafasi kutoa elimu na picha kamili kwanza ya hisa mm. na nikiwa nazungumza hisa nieleweke, nazungumza hisa za namna gani mm -hmm. uh, napozungumza hisa nazungumza hisa za makampuni kwa, kwa mantiki ya leo, hisa za makampuni zilizosajiliwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam mm -hmm. ambapo kwa Tanzania zipo kampuni ishirini na nane. Kwa hiyo kuna umiliki wa hisa za makampuni ambao ni makampuni binafsi lakini kuna umiliki wa hisa za makampuni ambazo ni makampuni ya umma na ambayo kwa leo tutayazungumzia makampuni ya umma yaliyoorodheshwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam mm -hmm. Na labda nianze kwa kutoa historia ya, ya, ya haya masoko ya hisa, na labda kwa nini leo hii uh, mada ya leo imekuwa ni uwekezaji wa kisasa mm -hmm. Tangu miaka ya zamani sana, karne ya kumi na saba ndio soko la hisa la kwanza lilitengenezwa na soko la kwanza la hisa duniani lilitengenezwa nchini Uholanzi, na sababu mm -hmm. kubwa ya kuanzishwa masoko ya hisa kulikuwa na, na, na wasafiri walikuwa wanatumia mameli makubwa ya kwenda mabara tofauti tofauti kwa ajili ya biashara. kwa hiyo mm -hmm. ilifika hatua wanahitaji fedha, kwa hiyo watu wakawa wanawapa fedha, wao wanawapa karatasi ambazo zilikuwa zinaonyesha uh, sehemu ya umiliki wa zile safari zao na biashara zao mm -hmm. uh, so pale soko la hisa Likatengenezwa yeah, lakini uh, ule mfumo ukaonekana ni mfumo mzuri sana ukasambaa duniani mm. Kwa hiyo kwa Afrika soko la kwanza la hisa lilitengenezwa nchini Afrika Kusini na lilikuwa linaitwa Johannesburg Stock Exchange mm, miaka mia ya nyuma kidogo. Na ukija uh, Afrika Mashariki soko la kwanza la hisa lilikuwa ni Nairobi Securities Exchange ambalo mm, lipo nadhani toka mwaka 1954 na kwa hapa Tanzania sasa soko la hisa la kwanza limekuwepo kuanzia mwaka 96, likaanza kazi rasmi mwaka 98. Kwa hiyo unaweza kuona watu watu wakisema ni uwekezaji wa kisasa. Safari yake nadhani unaiona imeanza mbali sana, lakini mpaka nafika hapa kwetu mm. ni kwa hivi miaka ya karibuni na uh, kwanzia miaka hiyo ya tisini uh, mwishoni mwa miaka ya tisini soko la hisa Tanzania lilivyoanzishwa, baadhi ya makampuni ndio yakaingizwa kwenye soko la hisa. Kama unakumbuka kipindi hicho ndio sera za, za ubinafsishaji zilikuwa zimeshika kasi mm. Kwa hiyo kuna baadhi ya makampuni yaliorozeshwa yali, yali yakiwa ya kwanza kabisa. Uh, mengine naweza nisiyataje, lakini yalikuwa ni makampuni ya vinywaji, makampuni ya gesi, ndiyo yaliyoletwa kwenye soko la hisa kwa mara ya kwanza, na yaliletwa kupitia lile dirisha la ubinafsishaji mm. ili kuleta nafasi ya Watanzania waweze kuwa sehemu ya umiliki wa uchumi wao kupitia kumiliki yale makampuni makubwa makubwa kwa, kwa kipindi hicho. Kwa hiyo tunapoongea mpaka sasa hivi kumekuwa na mwendelezo huu mpaka masoko 28 na yapo kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Sasa kwa nini tumeamua kuzungumzia masoko ya hisa na tumezungumzia hisa zinazopatikana kwenye masoko ya hisa? Sasa sasa ndugu Ramadhani, hapo hapo tuende break kidogo, alafu tutarejea.